Tufanye mchakato tumalizane eh, wanaolewa walewe, wanaoishi waishi. Yaani wewe siku na kushika ndo tajua wanaume ni wakina nani hapa Bongo. Oya, mtuwapi umshamba yule alikuwa anatafuta chumba na kwa sababu anatafuta chumba, na unaambia na kuna chumba hapa, ndio nikaleta ili apate chumba. Kwani kuna shida gani, au sio eh? Sasa usichokujua ulikuwa umemleta mchumba, yani yule mwamba eh, sikuwa namkamata namkamua kama nguo iliotoka kufuliwa, mshamba mmoja eh. Nikuagize ukikutana naye, Mweleze ama zake ama zangu, wewe lazima aingie kwenye machimbo na tutamfukia mm. wangu mimi ndio natoka sasa, tutaona na baadaye jioni sawa, ila ushinde salama, sio? Natoka toka huko, naenda kushinda napojua wewe, habari zonesizitatuaaa

Nini sasa hivi? Mbona sivielewi nini sasa hivi? Dizonga, kumbe ulikuwa unanichiti unaleta wanawake ndani, tena kwenye godoro langu. Dizonga, wewe unanifanyia hivyo? Wewe unanitesa. Hii Sidilia ya nani? Mimi. Kwanza niambie ili Sidilia ana nani? Maana mimi sielewi ujue. Dizonga, sitaki utani na wewe. Naomba uniambie hii CD ya nani? Na nimekuta kwenye begi lako. Begi langu mimi. Ah, labda inawezekana kwa sababu Kiulizo nilimwazima begi langu. Inawezekana alivoenda nalo huko na mimi alivorudi sija likagua. Inawezekana yeye ndo kaiacha hii CD ya. Kwa hiyo mimi sijui ya nani. Mm-hmm. Inaonekana wewe Kiulizo ni mtu wako karibu sana. Unaonaje ukamwazima na mimi? Wewe kwa na heshima wewe heshima kuwa kuwa na mipaka, kama unaelewa. Inawezekana nawe ulivyotoka huko kijini kwenu, wakati unakusanya unakusanyakusanya nguo zako, ndo ukaibeba na isedilia. Lakini mambo ya kusema eti sijui wewe ni kupeleka kiulizo, ile swala koma tena, nitakupiga vichwa, nitakupiga ngumi nyingi. Usijizime data wewe

Nilitoa moyo wangu nikarudishiwa ukimya. Watu wanaona tabasamu, hawasikii kilicho ndani. Najiuliza kosa langu lilikuwa nini, au mapenzi hayakuwa yamenikusudia. Nimechoka kuwa imara kwa ajili ya wengine. Leo naumia kimya kimya. <coughs>

Asa, mbona natokafu ndani amna chochote? isitoshe tena atumie ujaacha mimi nitaishi ntaishije? Sasa ina maana unawapa no mapenzi wakuashii pesa au wanakufanya tu bure hawakupe hela yote na kutumia tu kama starehe? Nisikilize. Hao no unaowagea mapenzi, hao unaona wewe ndio wanaume wana kwako, ndio wakuomba wewe pesa ya kula na matumizi yote, sio mimi? Sasa, mama wangu, nisipokuambia wewe unazaa nitamwambia nani? Kila mwanaume unamzawadia wewe. Alafu na kama wewe ndio mume wangu. Wewe. Sasa, kuanzia leo hao wanakugaragaza ambao wewe unaona samani, unachukua vitambaa vyao unafutia ndani kwangu ndio hao watakugea pesa ya kula, sio mimi. Na kama ukirudia katika domo lako kuniambia mume wangu, au kutamka neno mume wangu, na kunasa vibao wandawazimu. Hey, ni muda wa kwenda kutimiza majukumu yako kama mke wa mtu sasa. Mama yangu, mi na wewe situpo na tutaendelea kuwepo, lakini huu ni muda wa mumeo, katoka kazini, umwandalie maji ya kuoga kisha umjulie hali ya kazini. Lakini ukisema ukae na mimi, ukae na mimi, mimi nipo, mumeo anashinda kazini inabidi uende umjulie hali yake. Ya sawa, mama. Bwana mpenzi wangu, mimi bado nataka. natambua nataka. Lakini mi nafanya haya yote na mweshimu pia mumeo. Sawa, nenda nyumbani

Oh, sikiliza nikwambie mshamba mmoja hapa town, sisi town long time ago n yani, miaka mababu na yani, nau sana. Umenitoa mimi mkopo mkopo nyumbani, unataka chumba, mimi nikufanyia mchakato wa chumba. Umepata chumba sasa, wewe kwenye chumba unaleta ujinga. Hasa ulikuwa unakimbia, unaenda wapi? Sasa wewe uko ni mpiriki kwa chumba. Mimi nilikwambia nataka chumba, kazi. Wewe unampiriki kwa chumba. Wewe unampiriki wa nini sasa? Watu walikuwa wanataka chumba, na kile sio chumba, chumba kile kinapatikana pale. Ah, wewe siwezi kukaa na yule, karibu kazi. Wewe unajua kabisa changamoto zake. Mimi yule na yule tuna changamoto, hatuelewani. Sasa ugomvi wenu nyinyi unahusiana vipi na chumba? Wewe unakaa kwenye chumba, unakaa kwenye ugomvi. Yule pale anadai tulifanya kazi sisi mmoja hivi, sasa ile kazi. Sasa bosi akatoa hela, wakati anatoa mgawaji yule hakuwepo. Mimi nikachukua hela yake nikatumia, ndio anadai kazi ndio kiliona, sasa hivi anatafuta ile hela. Yaani umekula watu. Baba, amesemaje? Hmm. Ndugu yangu alichosema, alichokizungumza fanya mchakato umlipe lake. Tatu mara tatu sita. Sita eh. Sasa sita jumlisha sita

utatu sipari. Sasa mimi simpataki bari tena. Mimi sasa sio dalali, sasa hivi mimi sio dalali, wewe unanijua mimi dalali. Twende kwa kutafuta chumba sehemu nyingine, usirudishi pale. Kazi yako kuoga, kazi rudi, twende ha, yule bari yule, kwa sababu wewe wewe wewe wewe wewe una kaza bwana. Sasa unaniogopesha kazi rudi, mimi bari, unajua kabisa mimi naipatishi mimi, twende eh

Nikishamalizana naye tu, akili yangu inakuwa imetulia, tutafanya chochote unachokitaka wewe, kuanzia asubuhi mpaka usiku. Bora nangu zimuda chana na zimukumisi sawa. So, sio wasi ni dalili kidogo. <laughs> Ah, fresh. Sema fresh. Eh, hey, fresh tu. Fresh kwani shingapi? Shingapi inauliza. Si fresh tu. Hmm. Hii ni tabia gani ambayo unaileta? Mbona sija kuzoea, wasikia mwanangu? Wewe unajua mwanangu sana. Wewe wewe niache nilewe tu mwanangu, niache. Ujui napitia kitu gani mimi yani, ujui mwanangu. Wewe niache, ache tunipotezee sawa, pita na mambo yako, niache nikaushie mwanangu. Kwa hiyo matatizo uliyonayo, hii ndio tiba yake. Ama hii ndio dawa ya matatizo ambayo uko nayo. Yaani bora mimi nije pombe. Kwa sababu nikinywa pombe mimi na kuwa sawa mwanangu. Yaani mawazo mapili ngoja anapotea. Bora nije pombe niache mwanangu. Na <laughs> sije kukosea hata siku moja. Kwa hiyo jaribu kunielewa basi mwanangu. Naweza nikakuzingua pa nikakufanya kitu kibaya. Wewe niache nipotezee mwanangu. <laughs> Ni sawa kama unataka kuendelea. Lakini tambua wewe ni mwanamke mzuri sana. Juhu wako ni kama kwa hiyo, kama unataka kuendelea ni sawa, unaweza ukaendelea, lakini tambua mtu ambaye anakupenda ni lazima akwambie vitu kama hivi vibaya. Sawa, unaweza ukaendelea.